Ambunge huyo, unajua wabunge nyini. Sasa ndugu zangu, tufanye nini leo? Nimemsikia Kamanda Muliro afande, nimemsikia Kamanda Muliro anatangaza, nchi inaharibika sana. Huyu ni mkuu wa jeshi la polisi kanda maalum, ndio? Si, si anatangaza tangazo la kuvunja sheria hadharani, anaita chombo cha habari anasema hivi, msije mahakamani tarehe ishirini na nne. Mahakamani ndio mahali ambako hakutokaji mwaliko watu kwenda duniani, mahakamani, mahakamani, kanisani na msikitini, huhitaji mwaliko. Huyu wajui, ujamanmwambia ache mambo ya mzee Nchi inaongozwa na kateni, ni mtu mmoja anapiga simu suya selema kusanyika, wataonekana. Lissu ni maarufu, anatoka anavunja sheria. Kwamba ulitarajia kusikia jaji mkuu ametoa statement ama mahakama iseme alichokifanya sio sawasawa. Lissu ni kiongozi wa kisiasa ya public interest mmempa kiongozi wa upinzani kesi kesi ya uhaini, akikutwa na hatia na hiyo kesi mliompa adhabu yake ni kunyongwa mpaka afe. Sasa nyinyi kama mnaakili, mna akili, mnachotakiwa kufanya Kinachotokea Tanzania. Aljazeera, CNN, wanasema Tanzania utawala wa Samia, una crackdown democracy wamempa kiongozi wa upinzani kesi ya uhaini. Sasa kwa sababu serikali hii na Chama cha Mapinduzi ni wapumbavu wanaona hilo ni jambo dogo. Ndugu zangu, unapompa kiongozi wa upinzani kesi ya upinzani hati makubwa niliyotaja: Washington Post New York Times, New London Tribune, Bloomberg, Al Jazeera, BBC, Reuters, Toronto Stars, Sydney Today, haya magazeti. Hakuna, hakuna mkurugenzi wa makampuni yoyote makubwa duniani ambayo mezani asubuhi hana ya magazeti. kuna wani pasanti wa uchumi Trump kwa matamshi yake na exact kwenye soko la isa sasa, hawawaoni lakini, kuna watu wamerudi nyuma kuja Tanzania kwa sababu kiongozi wa upinzani kwa chama kikubwa cha upinzani anafikiria masuala ya uhaini katika nchi. Wanauwa uchumi wa nchi. Rais leo hana jina baya, magazeti yanaandika, akienda ka present dili yoyote watu hawamwamini, wanasema nchini kwake hakuna demokrasia na watu wanataka kuuana Sasa leo, leo kamanda wa polisi wa kanda maalum anasema ni marufuku kuja mahakamani. Amekonfirm, amethibitisha uonevu ambao tumeusema kwamba hawa, hii ni kesi ya mchongo. Kama ni kesi ya kweli na mna, mnataka mumhukumu kweli, funga spika nje ya mahakama na mahakama, shauri liendelee, wananchi wakisikiliza. Siku kimhukumu shauri liendelee liendele Kenya, Raila akiwa na kesi mahakamani, televisheni ya taifa inakwenda mahakamani, inarusha kesi live, watu wanafuatilia kesi live. Lakini kwa nini wanafanya hivi? Kwa nini wana amani ya kufanya utumbavu? Yaani anaita press na kitambi chake tarehe 24, marufuku mwananchi. Kwa sababu wananchi, nyie ni waoga tuna kwa sababu polisi, kwa sababu polisi ni wakatili. Tunapata tabu kwa sababu sisi ni waoga, sisi ni waoga. Watu hao hao wangekuwa kama Wakenya asingeongea wa mambo hayo, lakini ajua watanifanya nini, na wamepiga mahesabu tulio watoto hao wametufanya nini. na tunachowafundisha kufanya sio kuokota mawe na mapanga kukabiliana na polisi, ni kuwa kamavu na mashujaa, ya kwamba haiwezekani tukaendelea kuishi hivi. Tutakwenda barabarani kwa amani, tutashikana na mkowe kwa amani, tupigani risasi mtuwe wote, watoto wetu wasije wakafa mfululizo mara nyingi katika siku zinazokuja. Mnachokifanya nyie ni kuchukua sadaka kwa ajili ya watoto hawa, watoto hawa wanaona tunahutubia, wanajiuliza hawa wanasema nini? wazazi wao waelewi. Sasa chama chetu kimeona mateso mbalimbali nchi nzima. Ndugu zangu, mimi najua mateso jela, nimekaa jela mara nyingi, najua watu wamebambikizwa kesi, nimebambikizwa kesi mara nyingi mimi. Nimekwenda polisi zaidi ya mara mia toka nimeingia kwenye siasa, nimeenda mahakamani mara nyingi, nimekwenda jela mara nyingi. Nikisema kubambikiwa kesi, mimi najua kubambikiwa kesi maanake nini. Hali ni mbaya, ukienda huko hospitalini hali ni mbaya zaidi. Sasa ili kubadilisha mfumo, mfumo wa mambo haya unahitaji kubadilisha siasa. Siasa ibadilishwe na maombi, siasa inabadilishwa na, ut na utawala kuondolewa madarakani. Tumeingia kwenye uchaguzi toka mwaka 95 wanaiba kura wanaiba kura wanaiba kura wanaua, wanaiba kura wanaua, wanaiba kura wanaua. Wanaua Magufuli ya karibu zaidi ya elfu mbili na kumi na tisa na ishirini wengine, tukapanga maandamano mimi na Boni yai na mwenyekiti Mboyo, tukashikwa mii, wakanipeleka kibao, wanipiga risasi, wakanishusha kaniweka kwenye tageti, simu ikaingia, wakabadilisha mawazo. Baadaye nikakimbia nikakimbilia Kanada, Lissu akakimbilia Ubelgiji, mwenyekiti Mbowe akakimbilia Nairobi, akakimbilia Dubai, kila mtu akaondoka, wakabaki watu wachache. Tumerudi Magufuli aliyofariki. Huyu mama akaongea vitu vya maana, tukajua mambo yatakuwa sawasawa, akasema tusirudi kula tulikokuwa, wengine tukaongea naye tukaamua kurudi nyumbani. Kazi. Sasa walifikiri tukirudi nyumbani eh, t tutakuja kuwa maboya. Tuseme mama anaopiga mwingi, hakuna hapa, unachapwa vipasa mfululizo. Na nilimsikia na yeye anasema wengine, na mimi nimwambia Mheshimiwa Rais Samia, wengine walikuwa nje ya nchi tukawaruhusu kuja. Mheshimiwa Rais, unatakiwa muone aibu watu kuimbia nchi yao meanza kupiga vitasa wakaanza hawa hawa, Mheshimiwa mama kwanza, Samia sio mama yangu wala sio mama yako, ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nimesema Lindi ili neno mama mama halitumiki.